Vision 2030, madini ni maisha na utajiri. Mwenyekiti wa Tume ya Madini, Dkt. Janet Reuben Lekashingo amehitimu shahada ya uzamivu Doctorate in Business Administration kutoka Georgia State University Robinson College of Business nchini Marekani. Aliporejea nchini, Dr. Lekashingo alipokelewa kwa shangwe na pongezi kutoka kwa management na watumishi wa Tume ya Madini katika ofisi za Makao Makuu, Dodoma. Akizungumza mara baada ya kupokelewa, Dr. Lekashingo alimshukuru Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dkt. Samia Suluhu Hassan, kwa kuweka mazingira wezeshi kwa wanawake kushiriki katika usimamizi wa Sekta ya Madini, jambo lililomhamasisha kujiendeleza kielimu. Amesema kuwa uongozi wa Rais Samia umeweka mazingira rafiki yanayohamasisha maendeleo binafsi na ya kitaaluma, jambo lililompa motisha wa kutimiza ndoto yake ya kielimu. Aidha, Dr. Janet Lekashingo aliwapongeza viongozi wengine kwa msaada na motisho aliompa wakiwemo naibu waziri mkuu na waziri wa nishati Dr. Doto Biteko aliyekuwa waziri wa madini wakati alipoanza masomo yake ya uzamivu waziri wa madini mheshimiwa Anthony Mavunde naibu waziri wa madini Dr. Steven Kiruswa katibu mkuu wa wizara ya madini mhandisi Yahya Samamba naibu katibu mkuu Msafiri Mbibo na katibu mtendaji wa tume ya madini mhandisi Ramadhani Lwamo amesema anawashukuru sana viongozi na watumishi wa Tume ya Madini kwa, ku, kwa kumuunga mkono na kumtia moyo wakati wa safari yake ya kielimu. Amesema ushirikiano wao ulimpa nguvu ya kufikia ndoto yake bila kuathiri majukumu yake ya kikazi. Dr. Lekashingo pia aliwapongeza maafisa madini wakazi wa mkoa na watumishi wote wa Tume ya Madini kwa jitihada zao za kuboresha ukusanyaji wa maduhuli, hali iliyosaidia kuchangia kwa asilimia kumi nukta moja kwenye pato la taifa, hatua inayoakisi ina maendeleo endelevu ya sekta hiyo. Aliendelea kusema kuwa atahakikisha anatumia ujuzi mpya katika usimamizi wa sekta ya madini sambamba na kuwa mfano bora kwa watumishi anaowasimamia, ndoto yake ikiwa ni sekta ya madini kuendelea kuwa na mchango mkubwa kwenye uchumi wa nchi. Kwa upande wake mkurugenzi wa usimamizi wa rasilimali watu na utawala wa Tume ya Madini, Msajigwa Kabigi, akizungumza kwa niaba ya katibu mtendaji, alimpongeza Dkt. Lekashingo kwa hatua kubwa ya kuhitimu masomo yake na kuongeza kuwa uongozi wa Tume ya Madini na watumishi wote wataendelea kumpa ushirikiano kwa ajili ya mafanikio zaidi ya sekta ya madini nchini. Watumishi wa Tume ya Madini kati tofauti, kwa nyakati tofauti walimpongeza Dkt. Janet R. Lekashingo kwa mafanikio hayo wakiongeza kuwa hatua yake imeleta hamasa kwa wengine kujiendeleza kitaaluma ili kuimarisha zaidi usimamizi wa sekta muhimu kwa uchumi wa taifa. Mohab TV, Dodoma.